Kuna matatizo gani dada? Sema dada wangu. Usinifikirie vibaya. Bila samani. Nina njaa. Nikuwa naomba unisaidie chakula, halafu takufanyia kazi yote unayotaka, ili nile tu. Usijani, kwani unaishi wapi? Wa mimi ni mgeni kwenye ili jiji, na wiki mbili toka nifike kwenye ili jiji. Nilipofika nilifanikiwa kupata sehemu ya kulala, nikaamini nitafanikiwa kupata kazi ambayo itanifanya niweze kuishi kula

Nikamnulia chakula alikula, tena akafurahi sana. Tukasimuliana hadithi nyingi sana, akanieleza kuhusu maisha yake, na huo ndio ulikuwa mwanzo wa mimi na yeye kufahamiana. Lakini hapo sijaona sababu ya mumeo kuoa mke wa pili au wewe kukubali amuoe. Tan, usiwo na haraka, hadithi bado inaendelea inakupasa utege sikio lako kwa makini na unisikilize. Sauda, Sauda. Ingala, ingala, ingala, ingala. Ah, sawa dada Ghost, nakusikiliza kwa makini. Baada ya kumaliza kula chakula, nilimwambia kuwa awe anakuja kushinda nyumbani kwangu anisaidie kazi za mchana na za usiku na atakuwa nakula chakula cha mchana nyumbani kwangu na chakula cha usiku. Lakini vile vile, nilimwambia kuwa mwisho wa mwezi nitakuwa namlipa mshahara ili aweze kujikimu kimaisha.

Yani nisikie uhuru, nisikie uhuru kabisa. Hapa ni nyumbani kwangu, na hapa tunaishi watu watatu. Tunaishi mimi, mume wangu na binti yangu, nadhani ulimuona. Ila muda mwingi mchana huwa nakaa peke yangu kwa sababu mwanangu anasoma kaenda shule na mume wangu kaenda kazini. <laughs> Ila kama nilivyokwambia, utakuwa unakuja hapa kunisaidia kazi kwa hiyo kuhusu chakula na mambo mengine mimi nitakuhudumia. Lakini mwisho wa mwezi nitakuwa nakupa pesa ili huo najikimu kwa mambo yako binafsi binafsi kusikunishukuru Asante. Ah, Asante. Sana. Asante. Sana. kwa sababu Mwenyezi Mungu ndiye ameumba matatizo na Mungu amesema kama mtu anakuwa ana uwezo wa kumsaidia mtu mwingine basi anapaswa kumsaidia kwa hiyo huenda mimi nikusaidie leo, nawe ukanisaidia kesho. Asante sana, kiukweli sijawahi kuona binadamu mwenye moyo kama wako. Una moyo mzuri sana, asante. Mungu akubariki. Hapana, anapaswa kushukuruwa ni Mwenyezi Mungu peke yake, ila nikwambie tu uu, ndanipanguwe huru ukiwa na shida yoyote, naomba niambie, usiogope kabisa.

Naomba ruhusa, nilikuwa nataka kwenda kwa rafiki yangu akanielekeze kuhusu vikoba. Mbona siku ya leo wewe na vikoba? Umeanza lini? Uh -uh. Yaani sio kwamba tayari nimeshaingia kwenye hivyo vikoba. Mama wenzangu wa hapa mtaani walinielekeza kuhusu vikoba uh -uh na wakasema kuwa tunahitajika kuwa na umoja, maana mimi muda mwingi huwa nashinda tu humu ndani kwao, wananiona kama vile najitenga. Nikaona sio mbaya kwao, ndo naenda kwa rafiki yangu ili akanielekeze niweze kuelewa vizuri. Sawa, lakini mke wangu, mimi sina uzoefu wowote kuhusiana na maswala ya vikoba, kwa hiyo hapo utanisana siwezi kukushauri kuhusu hilo, mke wangu. Ah, sio kama nilikuwa nataka ushauri mume wangu, ila nilikuwa tunahitaji ruhusa, maana huyo rafiki yangu ambaye natakiwa kwenda kwake niliambiwa kuwa ndo mwalimu wa vikoba. Hmm, yaani ndo anajua vizuri kuhusu vikoba. Kama ruhusa umepata, uende, urudi salama tu. Basi, sawa Nakupenda, nakupenda, nakupenda pia. Lakini, lakini ngoja, mke wangu, kama swala la vikoba lio la vikoba tu, ukimaliza vikoba uli nyumbani, so kumaliza vikoba tena ukaanza kwenda kufanya mambo ya ombea mama fulani, mama fulani, yale mambo ya Kiswahili misi yawezi uja ya, watu wale tena kuja kusutana, hilo mistaki lakini ikiwa ni kwamba ni swala la kutengeneza upendo na majirani, hilo nimeku bless mume wangu. Sidhani kama hayo mambo sijui ya kusutana sijui ya nini atakuja kutokea hapa. Hapana, hata mimi hayo mambo sio kwamba nayajua, ila tu nahitaji kuungana ku- na mama wenzangu wasinione kwa najitengatenga. Ah, sawa mke wangu, family life, urudi salamu. Sa, lakini mimi sijaona kama kuna tatizo, au huyo mke mwenzio alikuwa mpishi bora kuliko wewe? Tano, kitu ambacho ufahamu mumeongo kana hakuwahi kuwaza wala kutamani kumoa Serata, bali mimi ndio niliomlazimisha, nimlazimisha nikamwambia moe Serata ili aweze kuishi maisha ya furaha. dada Agosti mbora, sikuelewi. Naona kama unanichanganya. Nisikilize Tano, leo nataka ni kusimulia ukweli wote kuhusiana na maisha yangu ili wewe uangalie sasa ni wapi unaweza kuanza kunisaidia kwa sababu mtoto wangu anateseka sana. Mke wangu, kwa swala hilo hapana. Ni kweli nilikuahidi, nitafanya chochote kile lakini swala la kumuoa huyu mtu hapana, nafsi yangu imekataa kabisa, yani imekataa. Lakini mme wangu, tambua mimi ndo nimeyataka haya, kwa sababu hata dini yetu inaruhusu mwanamke kumchagulia mwanaume mwanamke mwingine. Na hivi tunavyoongea, tayari nshatuma washenga, wanapeka barua ya posa huko kwao. Kwa hiyo ujiandae tu na ndoa Aa, Sauda mke wangu, kama utaweza kunielewa basi naomba hili swala tuliache kabisa. Kama ni msaada, kama ni maisha, kama ni hali yoyote ya ugumu wanapitia, mimi nitaibeba tena kwa moyo mmoja mkunjufu. Hii mke wangu. Unasikubali tu kumuoa mwanamke, kwani kuna shida gani hmm? Akumbuka tunafanya haya yote kwa ajili ya Zena. Zena anampenda sana mwanamke, na nami nafanya haya yote ili kumridhisha mwanangu. Mimi naomba tumsaidie, mke wangu, unanielewa? Lakini ninachokwambia siwezi, em, jaribu siwezi kufunga ndoa na huyu mtu. Kwani kuna shida gani? Nimekwambia nitamsaidia ataishi vizuri lakini sio swala la ndoa hapana. Okay, mwangu sasa, kuni kuna tofauti gani akiwa hapa ndani anafanya kazi au akiwa hapa ndani akiwa kama mke wako eh? mambo si ndio yale yale, ata na Zina na Zina atakuwa anaishi na Zina vizuri nazina atakuwa amempata mama mwingine. Hata mimi nikiwa sipo anamwangalia mtoto vizuri, anakuwa ni mke wako na wewe anakujali, shida iko wapi hapo, mume wangu? Yeah. <pivit cielis> Mwanangu, kila kitu kipo sawa, mi naomba ujiande tu kwenye ndoa. Sawa, tuombe Mungu niwewe, nimefurahi sana. Sawa, basi nafikiri Nendele maji nikoge basi. E, e, kwanza oh. Kwanza nikoge kwanza kidogo. Hata kile nyeka ni sawa. <laughs> <laughs> <Yaani wewe. laughs> <laughs> <laughs> Ah, shoge yangu. Yule mtoto kakataa katu katu kunipa hizo hati. Yaani imejaribu kumbembeleza kwa kila aina. Hataki kabisa kunionyesha. Anadai kuwa hajui zilipo. Lakini kwa ninavyomwangalia, nahisi kuna kitu. Yaani nahisi anajua kabisa zilipo. Ila kuna namna ananificha bado ananifia. Kubwa kuliko sasa. Mume wangu amerudi ghafla jana nyumbani, kabla hata sijaikamilisha mipango yangu. Yaani yeye ndo kaja kuvuruga kabisa ile mipango yangu. Yani hata sijui itakuwaje. Kama nitazipata hizo hati au la. Bora hata ngeendelea kukaa huko huko. Ah, mimi naamini mipango yangu ingeenda. Yule zile na ningemmudu tu. Lakini ndo karudi. Hata sijui nipitie wapi, nitokee wapi. Kwani mumeo alienda wapi? Ah, alienda huko Zanzibar kwenye kazi zake. Ila sasa amerudi bila kunitaarifu, bila hata simu, ghafla binivu. Tena katikati ya mipango yangu. Nikuuliza rafiki yangu, kwenye ile familia ulifata ndoa au ulifata mali? ah, mimi pae nimefata mali. To ndoa ya kazi gani? Ndoa ziliwashinda mabibi huko. Mimi ni mali, mali maana ndio kila kitu. Ila sasa kinachoniumiza kichwa, zile mali zote unazoziona zena, na hicho ndo kinachonitesa mimi. Nataka na zile mali ziwe chini yangu Ndo unachokitaka? Mimi nina wazo wazo. Shemeji huyo, we koma tena, ukome kama ulivyokoma kwenye ziwa la mama yako. Nilikuwa nakuheshimu sana, kumbe mnafiki mkubwa wewe. Ehe, ulivyomloga mume wangu umepata faida gani? Mimi ni mloga mume wako kivipi? Toka kwangu, shemeji, toka kwangu nisije nikakuitia mwizi. Toka bwana wewe, chawi hilo Wazo gani hilo? Rafiki yangu, hebu niambie kwanza. Kwa hatua iliyofikia, sioni haja ya ukana kuwa hai, ukizingatia mali zote zile zipo chini ya hazina. Bado sijakuelewa unamaanisha nini? Namaanisha hivi, ili mali zote uzipate ziwe chini yako, inabidi umuue mume wako Muaukana zingatia, hayo nilokwambia mwanangu. Zena inabidi abadilike. Sawa mama, nafikiri nimekuelewa, ila nitaangalia jinsi gani ya kulitengeneza hii. Usiwe na wasiwasi mama na, na uzingatie haswa, maana kwa malezi haya si sahihi kabisa maana hata jamii inayotuzunguka itatufikiria vibaya, na yule ni mama yake, ni mlezi wake, yapasa amuheshimu na sio kumdharau. Sijui umenielewa mwanangu? Kweli mama, ma, lakini sawa, ntalifanyia kazi mama. Sawa, asante kwa zawadi. Aya, kwaheri mama. Aya, uende salama. Lakini mama, ulivyofanya hata sio vizuri, bora hata usingemwambia kaka. Kwanza hivi wewe Zena hujamjua vizuri, si ndio? Zena ni jeuli, Zena ana kiburi. Nimemshuhudia mwenyewe kwa macho yangu. Uona, niambia nini? Lakini mama Unajua Zena bado binti mdogo sana, ilipaswa na yeye umsikilize, ili tujue kama mwenye makosa ni yeye au ni mama yake. Huo mtazamo wako tu, mimi namjua vizuri Zena hivi alivyojeuri na dharau zake. Wewe unasema nini? Basi mami, natoka Karibu, nikusaidie nini? we ndio huyu? Wewe una shida gani? hivi wewe na huyu mnaendana? Yani unaenda kumshauri mume wako aoe tukunyema kama huyu? We ulijua atakuacha haya eh? Wewe mama pako mzozo. Kwa nini umemuua mwenzio? Kwa nini umemuua mwenzio? Sasa nimekuja hapa, sina mambo mengi. Umemuua mwenzako kwa sababu ya tamaa zako za kipumbavu. Nasema hivi, lazima upewe kesi ya uhaini huyu, si ndiyo? Amekuwa watu kama hawa hatucheki nao, tunadili nao we. Unanizungusha, unanizungusha, unanizungusha huku huku huku, tunakuja kusema kweli. Ni ndiye mume wako? Hizo bangi unazovuta ziko sawa kweli, au we baada ya kuvuta unatafuna? Unanijua mimi Ah, kumbe mama unijui mimi huyu eh? Kumbe anijui huyu, hebu msimulie mwambie kwamba mi na uwezo wa kuona nini, unijui, eh? unijui, eh? unijui, eh? unijui, eh? naomba uniambie. Eh? Kwa kwanini umemuua mwenzio? Tano tuondoke twende wapi? Hapa tuondoke mpaka aseme ukweli. Kwa nini umemuua mwenzio? We kaka, kama una njaa au kama una shida ya pesa unaingia kwa gia zako hizo, sema nikupatie uondoke ah, wewe muuaji nitaweza kuona shida na hela mimi kwako. Haya, eh? Wewe hujamuua Sauda? Hujamuua mke mwenzio. Haya, umtesi huyo mtoto, haya eh? mume wako yuko. Tanu, tunduke unamuogopaje muuaji? Eh? unamuogopaje muuaji? Muuaji natakiwa achanwe ukweli, aambiwe ukweli, njiyetu ina amani. Wewe, eh? Usimuogope muuaji. Hapo umekula za uso We, unanichelewesha chelewesha, unanipeleka huko, unanipeleka huko, kumbe kazi rahisi tu. Sasa nasema hivi, inatakiwa useme mwenyewe, kwa nini umemuua mwenzio? na muhitaji mume wako, nahitaji na huyo na mtoto anayeteseka. Wewe unaenda wapi? twende wapi? Eh, tuende wapi? Mimi siogope chochote, mimi niko safi tu, asikutishe huyu tukunyema. Mimi niko safi, mimi napigana vita, mimi nilikuwa hapo hadi kwenye vita, idiamini wewe, usimwogope mtu yoyote, vita ni vita mura